anakuja Benjamin Mkapa anakuja kuangalia mpira. mpira. kuangalia. Umesikia matokeo matokeo ya ya Simba Simba Simba lakini? Lakini sijui. sijui. Amecheza amecheza na na Azam Azam mbele. Wewe unasemaje? Sasa. mpira kuangalia mpira wana sijui wafuateni walioangalia lakini kifu. ni timu yako. Yaani ile moyoni tutakatujua hisia zako moyoni. Hisia tu. Umejisikiaje? Sasa sijaangalia mpira na jinsi ya hali ya matokeo, hisi ya hali ya matokeo. Sasa siwezi kuamini kwa sababu sijui kama leo Simba anacheza. Tuna washada hapa, tusimame tu washada hata tukuonyeshe. Eh? Tukuonyeshe hapa, tuna washada hapa. Mimi na mwa boss wangu bwana. Bwana Miraji akiwa anaondoka Benjamin Mkapa hapa baada ya kupoteza magoli mawili kwa sifuri mbele ya kikosi cha Azam FC. Siruko hapa kwenye dimba la Benjamin Mkapa